Wakina mama mpo? Nimesikia visauti nyororo, hebu vigeregere kwa Dr. Samia. Mcho nikikali kwelikweli, yuko api? Aliyepiga ni mama kweli huyo au binti? Haya, vijana mpo? Miluzi kwa Dr. Samia. Wakina baba mpo? Kwa Dr. Samia. Tanzania oh, oh, yeah. yeah. <laughs> Samia Tanzania oe. Kwa hiyo jambo la kwanza katika hili, habari za kuozesha watoto, habari za wa kiume kwenda kufanya kazi na kuacha shule, naomba hilo lisiwe. <laughs> Lakini katika hili niendelee kuagiza kwamba kanuni, taratibu, sheria na mikakati ya kiusalama izingatiwe zaidi wakati wa kufanya shughuli za kiuchumi, kuepuka kupata madhara au ajali kama ile iliyotokea hivi karibuni. Poleni sana na naomba mzingatie maelekezo ya wataalamu. Niwaombe sana wale wote ambao walijiandikisha na wana vitambulisho vya kupigia kura. Tunza kitambulisho chako mwenyewe. Usimpe mtu yoyote awe kiongozi wa aina yoyote, usimpe kitambulisho chako. Tunza mwenyewe, hifadhi mwenyewe ikifika tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa kumi, asubuhi na mapema nenda kwenye kituo ambacho umejiandikisha au kituo ambacho utatangaziwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Nenda kapige kura yako mapema, na ukimaliza kupiga kura yako mapema asubuhi, rejea nyumbani au shambani au kwenye shughuli zako zozote za kiuchumi, uendelee na kazi zako, wakati ukisubiri waliopewa majukumu kwa mujibu wa, wa sheria za uchaguzi waweze kukamilisha majukumu hayo kwa mujibu wa, wa sheria hizo na waweze kutangaza matokeo kwa viongozi ambao watakuwa wameshinda katika uchaguzi huu. Rais wetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan tenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu kutokea Kagwira kwenda Karema. Kumbuke pia eh, mradi huu ulilenga kuboresha miundombinu imara kwenda kusapoti bandari yetu iliyojengwa mwishoni kule kijiji cha Karema. Sehemu hii ya barabara eh, inagharamiwa pia na na nchi za Uarabuni, yani OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries bilioni 112.141. Tumia vizuri fursa hii kuongeza zaidi uzalishaji wa mazao. Ongeza zaidi yale mazao ambayo utayauza kwa biashara, na biashara za aina mbalimbali. Barabara hii itatusaidia sana kukuza uchumi wa kila mtu aliyeko pembezoni mwa barabara hii. Kwa hiyo, msiuze ardhi kiholela, bakini na ardhi yenu, ili muweze kunufaika na ardhi hiyo na muweze kunufaika na ujenzi wa barabara ya lami kwa manufaa makubwa ya mkoa wetu wa Katavi na nchi kwa ujumla.